Ndio maana akasema, wakalani rasulullah bihifdh zakati ramadan, asema faatani au faatani atin. Wakati yuko katika majukumu yake ya kulinda zaka ya ramadan, alinijia mtu akaja mjaji wa akhadha yahthu ila ltaamu. Mjaji huyu au mtu huyu aliona shabah kama kivuli hivi, akamwona mtu anakuja, lengo lake ni kwenda kuchomoa na kuchukua katika chakula kilichohifadhiwa. Anasema faakhadhtuhu hakuwai nikamkamata fakultu lahu la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumkamata nikampa kabisa lengo langu, mimi nakupeleka kwa Mtume Muhammad na huu ni wizi, mali imehifadhiwa, wewe unatoka zako huko nakwenda kuchukua bila ruksa, na unajua ukipelekwa kwa mtume

mbalimbali kwamba mbali. Wewe kama Mwislamu, ile sheria huwezi kuitekeleza wewe. Kama wewe ingekuwa sheria inatekelezwa individually hivi, watu wamemkamata naiba, lete panga, kata mkono, si wewe mwenye kutekeleza hayo? Ingekuwa kuna chaos au fauda katika dunia Ingelikuwa sheria utekelezaji wake ni kwa aina hiyo, kwamba tumemkamata anaiba, hukumu yake ni nini? Tunamkata mkono? Hapana, ile sulta tanfidhia lazima iwepo, mamlaka ya wale wenye kufanya vile. Sheikh wetu Mungu amrehemu, Sheikh Shamim alikuwa akitufundisha hapa katika msikiti usulul fiqh alikuwa akiyataja sana mambo hayo. Ndio maana Abu Hurairah kusema mi naijua sana Qur'ani na hukumu, naijua, si unaiba mikukamata kata mkono, pana la arfa annaka ila rasulillah, takupeleka kwa mtume. Akampeleka kwa mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam, lakini kabla hajafika kule, yule bwana akalalamika, akamwambia ana dhu haja wa alayya aiali wandi hajatun shadida, ndugu yangu nakuomba usinipeleke dani, niache nisamee kwanza. Mimi ana muhtaju, mimi nahitaji, mimi ni maskini, mimi na shida, wa dho aiali

mtu anakwambia na watoto anakuambia, na shida kubwa, haja kubwa, na mimi nikamhurumia, nikamwachia. Falamma asbahtu, nilipopambaukiwa nikamjia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufika tu hajamweleza mtume kilichotokea. Mtume ndo aloanza kumuuliza Abu Huraira, ya Aba Hurairata ma faala asiruka lbariha. Hii ni kuonyesha wazi kwamba mtume anapewa habari kana kwamba alikuwa naye Abu Huraira usiku. Akamwambia yeye Abu Huraira, mateka wako ilikuwaje? habari yake jana

Nikamsikitikia, nikamwacha. Mtume akamwambia Abu Huraira sfaqali, Mtume akasema, ama innahu qad kadhabaka wasayaud. Abu Huraira, we nakwambia hivi, huyo kisha kudanganya na nakuhakikishia atarudi tena. Abu Hureira alisema faalimtu annahu sayaudu liqauli rasulillah. Mimi nikarudi zangu nyumbani, lakini nina hakika kwamba huyu bwana atarudi kwa sababu ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu walikuwa hawana shaka yoyote kwa anachokizungumza Mtume.

faraabtuhu farasabtuhu. Sasa siku iliyofuata niliyoambiwa na mtume atarudi, sasa ndo nikamlimbika hasa, yaani nikawa namsubiri kwa hamu, najua atakuja. Nikawa naanza kufuatilizia atatokezea wapi, nikawa awea najua atakuja kama alivosema mtume.

Nilivyomkamata kalalamika kama juzi, na kuomba niachie, mimi na watoto nyuma yangu ananisubiri, nisubiri huko, lakini pia nina shida, sikuiba tu, siku ya kuchukua tu hivi hivi, shida ndo ilonipeleka ya, ndo maneno ya wezi wengi na shida. Mimi Abu Huraira anasema leo alivyolalamika nikamwachia baada kum ya kumhurumia tena Hurairah alikuwa na huruma farahimtuhu wa khallaitu sabilahu, nikamhurumia nikamwachia tena. Nikaenda kwa mtume asubuhi, akaniuliza tena swali aliloniuliza mtume, ma faala asiruka albariha ya aba huraira, kafanyaje? mateka wako mtuhumiwa wao uliyomkamata kafanyaje? Asema ya rasulullah kama kawaida yake shakalia hajatan shadidatan wazaama anna lahu iyal aliniambia, na watoto alinishtakia haja, nikamuhurumia, nikamwachia. Mtume akamwambia tena, Abu Huraira, ama innahu qad kadhabaka wasayaud, nakwambia tena na leo kakudanganya tena, na atarudi tena. Huyo jamaa alikuwa sugu, kila akikamatwa anarudi tena, anaomba radhi, alafu ana khalifu, anarudi tena. Abu Hurera akasema sasa nikamsubiri tena, nikajua maneno ya mtume hayadondoki. Akaja tena mara ya tatu, fa akhadhtuhu nikamkamata tena ya tatu. Nilivyomkamata tena akanambia, ndugu yangu mimi nina haja na watoto, yale yale kawambia innahu la thalithu marra hii ni mara ya, ya tatu. Hii ni mara ya tatu, maneno ya ndio yale yale unaniambia, thumma tazumu annaka la ta'ud wa ta'ud. Hii mara ya tatu ulikuwa unadai kwamba hurudi na unarudi. Ya kwanza ulisema hivyo hivyo, ukasema hurudi, ukarudi. Ya pili, hurudi, ukarudi. Ya tatu, leo unaniambia yale yale laarfaanaka ila rasuli leo moja kwa moja unakwenda. Yule akamwambia dani, niachie, ukiniachia fainni uallimuka kalimatin yanfauka Allahu biha, ukiniachia zawadi yangu, nitakusomesha na kukufundisha maneno Allah atakufaa na maneno hayo, maneno makubwa, maneno mazito, kinga nzito, yanfauka allahu biha. Na masahaba wa Mtume walikuwa na kiu ya elimu, na Mtume aliwaambia elimu ndo yetu, tena alhikmatu dalatu almu'min ainama wajadaha fahuwa ahaqqu biha

ukiisoma mwanzo mpaka mwisho, hatuacha Mwenyezi Mungu kukuhifadhi, kuanzia wakati umelala umesoma mpaka upambaukiwe. Kisha akamzidishia akamwambia, wala yakarabuka shaitan. Shetani si ndio mnamuogopa? Wengine wanahofu naye sana wengine ndio wasiwasi mkubwa, na ndio adui yetu mkubwa. Wala hatokukaribia kabisa, sio kuja kwako, hakaribii. La yaqrabannak, asema alivyonifundisha hivyo. Nikamwachia kwa sababu dini yetu, niachie nitakufundisha, akaniambia maneno haya, ukiyasoma haya, la yazalu alayka min Allahi hafidh atoacha atoacha, Allah kukuhifadhi kukuhifadhi, hata tusbiha, wala wala yakrabuka shaytan, wala shaytan hatakuwa karibu nawe. Anasema nikamwachia, khalaitu sabila, nikaenda kwa Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniuliza, ma faala asiruka albari hata ya aba Huraira, ilikuwaje jana? Tena Mtume kama anapata habari zote zinazoendelea, akaambia rasulullah

hali ya kwamba yeye ya mwenyewe ni mwongo mkubwa. Angalia Kiswahili, angalia namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyo comment kuhusu habari ya Abu Huraira. Yani vipi kasema kweli wakati yeye mwenyewe ni mwongo mkubwa? atadhi man tukhatib mundu thalath ya Abu Huraira. Sasa swali linakuja, kwani we Abu Huraira unajua siku tatu hizi zote unaongea na nani? Yani huyo meteka wako nani?

na kamfundisha Abu Huraira mwisho Ayat al-Kursi. Sasa unaunganisha Ibilisi na Qur'ani, ni wapi na wapi? Ibilisi na kusomesha watu maneno ya kinga, ni wapi na wapi? Maneno aliyo yasema ni ya kweli, lakini yeye mwenyewe muongo mkubwa, kadhub ala wazni faul kadhub.

ndege huwa wanaruka with the same feather, lakini pia Wamasri wana maneno nasema, uli man tusahib aulak man ant. Yani, niambie unafuatana na nani, mimi nitakuambia wewe ni nani. Yani nielezee tu rafiki zako basi, alafu usiji introduce, mimi nitakujua na kukufahamu kupitia watu wako unaofuatana nao. Uli man tusahib

Yalqaka yahlifu bi annahu bika wathiqun kadhiba, wanaapa mtu mwongo kwa wallahi, mimi nakuamini sana, mimi nakutegemea sana, mimi na trust na wewe sana, bika wathiqun lakini anasema wa idha tawara anka fahuwa alaqrab, akikupa mgongo tu yeye si binadamu ni fahuwa alaqrab

maneno mazuri lakini huku ndani kubaya kweli kweli. Huyo ndo kadhub pia. Mshairi mwenye, mwenye hikma mmoja alisema, idha kunta kadhuban fakun dhakuran, yani ukiwa muongo sana kumbukumbu uwe nayo pia, yani ukidanganya danganya sana usikose kusoma somo la kuwa na kumbukumbu kumbu hata katika uongo wako kwa sababu mtu muongo hudanganya mpaka aka akasahau, na hiyo ndio kawaida, na ndio maana maadvocate na mawakili wanajua fani ya kumtega mtu na kule mahakamani na kule wenye kukuuliza habari ya mai wanaweza wakakuuliza mambo hayo kwa hayo kwa muda, mpaka ao hawana akili usiokuwa na akili wewe, wanajua hao kwamba ikiwa ni uongo kuna pahala uongo utajitokeza tu. Statement hiyo hiyo unaiandika leo, kesho unaambiwa andika tena, kesho unaambiwa eleza tena, unachukuliwa maelezo hayo kwa hayo. Sasa kama ni muongo, uwe na kumbukumbu kumbu, utakuja kuweka uongo mwingine pahala ambapo sipo. Kwa ajili hiyo basi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi waislamu ametupa silaha mbali mbali, lakini kuzitumia ndio kazi. Mimi huwa nashtakiwa na vijana wengi kuhusu habari ya ashbah, mashetani, maibilisi, mwanga, wachawi lakini kijana wa Kiislamu unamuuliza, unapokwenda kulala unasoma nini? Hakuna kitu, analala kwa earphone na music na ndani yake maneno mengineo, alafu anaamka anakushtakia, nimeota vile, nimeota na banwa hivi, nimeotwa hivi. Mambo mengi yanatokea Bibi Aisha katika hadithi anasema Mtume alikuwa akitaka kulala, anasoma kul huwa Allah, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, kisha anapuliza katika viganja vyake, kisha anapakaa katika mwili wake kila pahali anapopapatia.